Habari. Nipo katika kambi la wakimbizi ya Nyarugusu. Leo nimekuja hapa kuangalia msafara wa watu ambao wanarejea kuondoka Burundi. Sasa mabasi kama unayaona leo yameingia, mabasi takriban ishirini na moja kuja kuwachukua watu koo, ili swali lipo serious, na wanapomaliza wanasema wanaingia kwenye kambi za Wakongo. Sasa sasa ndio situation ambayo ipo, kama unavyoona, wakimbizi wamechili kabisa, wametulia hapa. E bwana, mazingira ndio kama hivyo, kambi zinafungwa sasa.